Anajeuka kuwa samaki unapofumba macho akuombe. Anatumia kioo kujua matatizo ya waumini wake. Ukifika kanisani lazima upandwe na mapepo. Baada ya ibada Jumapili mchana, usiku huenda baharini kuripoti. Watu wanagombania kuingia kwenye kanisa lake ilikuwaje? Ungana nami tuianze simulizi hii inayoitwa Nabii Samaki ah. Ilikuwa ni Jumapili ya asubuhi, mvua ikinyesha taratibu katika jiji la Dar es Salaam, upepo mwanana ukipiga mapazia makubwa ya ukumbi wa ibada wa Mlima wa Nuru Ministries uliopo pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Ukumbi ulikuwa umejaa kupita kiasi, watu walibanana, wengine wamesimama, na wengine macho yao yamejaa matumaini makubwa, wakisema, leo mama ataongea, leo lazima kutatokea miujiza, leo kuna uponyaji Minongono ilitanda kila kona. Watu waliinua shingo zao wakijaribu kumwona mtu mmoja tu, Nabii Patricia, maarufu kama Mama Muona Yote. Wengine walisema anaiona kesho, wengine wakafika mbali zaidi na kusema Nabii Patricia anaongea na Mungu uso kwa uso. Lakini ghafla Aaaa! Kilio kikubwa kilisikika upande wa kushoto wa ukumbi. Watu wote wakageuka kwa mshangao. Mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Ave, msaidizi wa karibu sana wa Nabii Patricia. Kwa sauti inayokatika katika, akapaza sauti akisema kuna miujiza hapa! Nabii ameponya tena mama Amemponya huyu baba alikuwa ni kilema kwa miaka mingi sana. Ukumbi ukalipuka kwa makelele, vigelegele, machozi ya furaha. Mwanamme aliyekuwa kwenye kiti cha magurudumu alisimama, akaanza kutembea. Lakini kati ya umati ule kulikuwa na mwanamke mmoja amekaa kimya. Jina lake anaitwa Elizabeth. Alikuwa mshiriki wa kawaida wa kanisa hilo, Amehudhuria kwa miezi kadhaa. Hakuwa mpambe wala mpenda kelele wala hakuwa mpenda sifa, lakini siku hiyo moyo wake ulishtuka, akajisemea, huyu mtu nimemwona juzi sokoni akitembea kawaida tu, siku kama mbili zilizopita. Iweje leo inasemekana kateseka na ukilema kwa miaka? Mashaka yakaanza kumjaa, lakini akajiuliza nitamwambia nani? Ni nani atanisikia au kuniamini? Nabii Patricia alikuwa na nguvu, alikuwa mtakatifu kwa wafuasi wake. Wafuasi wake wangeweza hata kupigana kwa ajili yake ili kumlinda. Kwani huyu nabii Patricia ni nani na alitokea wapi? Hebu turudi nyuma miaka kadhaa iliyopita. Patricia hakuwa nabii au mama muona yote. Alikuwa tu binti wa kawaida kutoka familia ya wazazi wanaomwabudu Mungu. Wazazi wake walimlea katika uaminifu, unyenyekevu na hofu ya Mungu. Kanisani alikuwa mwalimu wa Sunday school, mkiongozi wa maombi, mwimbaji wa kwaya. Watu walimpenda. Wengine wakasema binti huyu ana hatima kubwa sana. Lakini hakuna aliyejua jinsi ndoto ya kumpendeza Mungu ingempeleka kwenye giza nene. Baada ya miaka ya kujitahidi kuanzisha huduma bila mafanikio, Patricia alialikwa kwenye mkutano mkubwa wa wachungaji nje kidogo ya Mwanza. Ndipo alipokutana na mtu mmoja, mchungaji Benjamin maarufu, mtu mwenye mvuto, lakini huduma yake ilikuwa na kitu kizito ndani yake. Sasa Patricia akiwa kwenye mkutano aliimba nyimbo ambayo ilimgusa sana mchungaji Benji. Baada ya ibada, akamvuta pembeni Patricia na kumwambia kwa sauti ya chini, nimekuwa nikifuatilia sana harakati zako na nimepokea barua zako kuhusu kukusaidia kihuduma. Unataka kuwa mtakatifu, lakini hutofika popote pale na hutofanya impact yoyote ile kwenye maisha yako mpaka uwe tayari kutoa sadaka ya kweli. Patricia akashtuka sadaka gani? Akaambiwa kuhusu ibada ya siri, ibada itakayompa mvuto, mamlaka, umaarufu, lakini itahitaji kafara kubwa. Na akamwambia hichi ninachokuambia ni siri, na hata ukimwambia yoyote hatokuamini, kwa hiyo maamuzi ni yako. Mwanzoni alikataa. Lakini baada kama ya wiki akampigia simu mchungaji Benji na kumwambia yuko tayari. Tamaa ya kufanikiwa ikamshinda. Baada ya siku mbili wakaonana usiku katikati ya bahari. Ndani kukawa na ibada ya ajabu, akiwa amezungukwa na wachungaji kadhaa. Maneno yasiyoeleweka yakaanza kunongonezwa, na hapo Patricia Alitoa kafara ya tumbo lake, hangu ruhusiwa kupata mtoto milele. Baada ya ibada, alihisi nguvu nzito ikimvaa kama joho la giza, na kuanzia hapo maisha yakabadilika. Baada ya kuhamia Dar es Salaam, watu wakaanza kumiminika, kanisa lake likajaa, jina lake likasambaa redioni, TV, mitandaoni. Lakini hakuna aliyejua siri ya kweli, kwa sababu Patricia alikuwa akitoweka. Nyuma ya jumba lake la kifahari kulikuwa na bahari, na pale alikuwa akiteleza kimya kimya majini. Huko chini kulikuwa na ufalme wa majini, ndiko alikopata nguvu zake. Tukirudi wakati wa sasa, Elizabeth baada ya ule mkutano alirudi nyumbani siku ile akiwa mzito moyoni, hakupata usingizi kabisa. Kila alipofumba macho alimwona nabii Patricia akiingia majini, yani baharini, kisha akajisemea, huyu si binadamu wa kawaida, kuna jambo kubwa kuliko tulivyodhani. Asubuhi ilipofika, Elizabeth aliamua kitu kimoja, hatoondoka kanisani ataendelea kuchunguza na kufuatilia. Jumapili iliyofuata ukumbi wa Mlima wa Nuru ulijaa tena, lakini safari hii mama Nabii Patricia alisimama madhabahuni akiwa na tabasamu la ajabu. Tabasamu lile lilifanya damu ya Elizabeth igande. Mama akapaza sauti, Mungu amenifunulia agizo jipya kwa ajili ya wokovu wenu Watu wakanyamaza akasema, kila mshirika atapokea kioo cha maisha. Watu wakashangilia. Lakini Elizabeth alipokishika kioo chake, alihisi baridi kali mkononi. Sio baridi ya kawaida, baridi ya ndani ya mifupa. Akajisemea, kwa nini nahisi hivi? Usiku ulipofika, Elizabeth aliweka kioo mezani Aliamua asikitumie. Lakini saa za usiku, alihisi kama mtu anamtazama. Alipoangalia kioo, hakujiona yeye. Aliona wingu jeusi kwenye kioo kutoka ndani. Akakitupa na kusegea pembeni. Hapana. Hiki siyo kioo cha Mungu, si cha Mungu. Kulivyokucha akawaza hapana, hichi sio kioo kilichotoka kwa Mungu. Hapa kuna kitu tena kikubwa zaidi. Jumapili iliyofuata, mama Nabii Patricia akiwa madhabahuni, akaita jina Kulwa Yasinta, KY, njoo mbele. KY akatetemeka akatembea polepole. Nabii akasema kwa sauti ya mamlaka, usiku uliopita uligombana na mumeo kuhusu kazi yake sivyo? KY akashtuka, mama, umejuaje? Ukumbi ukalipuka kwa mshangao, lakini ukweli uko hivi. Usiku wakati Yasinta KY anagombana na mume wake, Mama Nabii Patricia alikuwa anatumia kioo alichowapa waumini wote kujua kinachoendelea katika maisha yao ya kila siku na ndani mwao, kila wanachokizungumza. Basi kioo kilimpelekea Mama Nabii taarifa akiwa chumbani kwake. Kwa hiyo anachambua ni taarifa gani isiyo ya kawaida ndiyo anaifanyia kazi na asubuhi akiwa kwenye madhabahu akayatumia maneno yale aliyosikia kupitia kioo, kama nabii wa Mungu, akamwombea Yasinta na kisha akamwita kijana mmoja. Pia wewe kijana, njoo mbele. Alikuwa anaitwa Emma Mhanga, aliyerudi kutoka nje ya nchi akiwa na mama yake. Nabii akapunua kwa nguvu kisha akasema Roho wa Bwana amenionyesha kitu cha kutisha sana. Ukumbi ukanyamaza. Betri ya maisha yako iko chini sana. Emma akachanganyikiwa, mama Nabii Patricia, maana yake nini? Mama akamwangalia kwa huruma ya uongo, huku akisema, kama hutofanyi hili jambo haraka, hutofika miaka thelathini. Suluhisho: Leta sadaka ya ng'ombe au fedha mbadala ili ufanyiwe maombi ya siku saba. Kwa hofu, Ema akaandika hundi kubwa. Mama Nabii akatabasamu. Lakini fedha zikaingia moja kwa moja kwenye ujenzi wa jengo lake jipya la kifahari, Kigamboni. Tukija kwa Eliza, baada ya kuthibitisha kwamba wote waliokuwa wakisemekana ni wagonjwa, kumbe ni wagonjwa bandia, walemavu wa kuigiza, nabii wa kutengenezwa. Elizabeth alianza kurekodi picha, sauti, video, lakini hatari ilianza kuongezeka sana kwake. Elizabeth akaamua kumfuatilia mama nabii kwa ukaribu sana. Siku moja saa sita usiku, mama nabii akatoka nje ya jumba lake akasimama kando ya bahari. Na muda huo Elizabeth naye alikuwa hapo ufukweni anashuti content yake kuhusiana na mwezi na bahari, na sio mbali sana na alipokuwa mama nabii amesimama, ila kuna kaumbali kidogo. Sasa eliza akaona kwa mbali kama mtu Ikabidi atumie video kamera yake kuzoom. Baada ya kuzoom, akamwona mama nabii Patricia akinongona lugha ya ajabu, na kama vile anasali kwa staili ya ajabu ambayo hata kanisani kwao huwa hawasali. Mara hii Elizabeth alikuwa anaona kila kitu vizuri kabisa kupitia kamera aliyokuwa na rekodi. Alimwona mama nabii Patricia akiingia baharini na pindi tu alipogusa maji akageuka na kuwa kiumbe cha ajabu na kupotelea majini kama masaa mawili hivi bila kutokeza. Hakukuwa na shaka tena, huyu sio nabii wa nguvu za Mungu, huyu alijisemea, huku akizima kamera yake akaondoka. Jumapili iliyofuata mama akawa amesimama madhabahuni na macho yake yakamtazama Elizabeth moja kwa moja, tabasamu lake likawa kali sana. Akasema, Roho Mtakatifu amenionyesha mtu mmoja mwenye mzigo mzito kweli kweli. Ukumbi ukanyamaza. Kisha nabii akaita Elizabeth, njoo mbele. Moyo wa Elizabeth ukapiga kwa kasi sana aliposogea mama akamshika kichwa baridi kali ikapita mwilini mama akamnong'oneza unachezea maji hatari sana mwanangu kuna siri zisizopaswa kufukuliwa hebu acha mara moja unachokifanya ukiendelea kukaidi yatayokupata hayataelezeka baada ya kumaliza kuongea akajisemesha kwenye maiki Fanyia kazi niliyokuambia na Bwana atakuwa pamoja nawe kuhakikisha umefanikisha. Licha ya hayo yote, lakini Elizabeth hakurudi nyuma, ujasiri wake ukaimarika. Aliporudi kukaa kwenye kiti chake, mikono ilikuwa inatetemeka, lakini moyo wake ulikuwa mgumu kama jiwe, na akajisemea kimoyomoyo, sasa nishajua ukweli wote na sitanyamaza tena. Mama Nabii Patricia aliendelea na ibada kana kwamba hakuna kilichotokea, lakini macho yake yalikuwa yanamfuata Elizabeth kila hatua. Tabasamu lake halikuwa tena la upendo, lilikuwa onyo. Siku zilizofuata, Elizabeth alianza kazi ya hatari zaidi maishani mwake. Alikutana kwa siri na mama aliyefilisika na kupoteza biashara yake kwa mambo ya hapo kanisani, sadaka. Kijana aliyefukuzwa chuo baada ya kutoa ada yake ya shule kanisani, kisa kaambiwa hata faulu masomo, inabidi aombewe. Mwanaume aliyetalikiwa baada ya unabii wa uongo, wote walikuwa na hadithi moja. Elizabeth alikuwa na video za walemavu bandia, sauti za wasaidizi wakicheka juu ya maji ya chumvi na sukari, picha za vioo vya ajabu na video rekodi ya Mama Nabii Patricia akiingia majini na kukatokea mwanga mkali sana baharini usiku. Lakini Mama Nabii Patricia alihisi kitu kisicho cha kawaida. Asubuhi hiyo hiyo alipokea ujumbe kutoka kwa namba ngeni. Ujumbe unasomeka kwamba unajichimbia kaburi lako wewe mwenyewe. Ujumbe haukuwa na jina, lakini alijua unatoka wapi. Badala ya kukimbia Elizabeth akaenda kwa mtumishi wa kweli wa Mungu, mchungaji mzee mmoja aliyeishi Kimara, asiyejulikana mitandaoni. Alimsikiliza kwa umakini, kisha akasema, giza hupata nguvu pale mwanga unaponyamaza. Akamwombea, kisha akampa maneno ya busara na ya kumtia nguvu tu, alimpa ujasiri. Siku chache baadaye Elizabeth akaenda kwenye mitandao kule kule mama nabii Patricia anakotoa watu na umaarufu, akaachia video zote kuhusu mama nabii Patricia. Habari zilitrend kila platform, radio, TV, mitandao ya kijamii. Video zikaanza kusambaa, sauti zikavuka, mashuhuda wakafuatwa kuhojiwa live na wakakiri hadharani. Kesho yake ilikuwa siku ya ibada Jumapili. Mama nabii Patricia kama kawaida akawa anapuuzia maneno ya mitandaoni akaenda kwenye ibada Jumapili. Lakini safari hii kwenye madhabahu, mama nabii alisimama mbele yao, uso wake ukiwa umechoka, lakini bado akijaribu kutabasamu. Elizabeth alisimama na kusema kwa sauti iliyotikisa ukumbi mzima, tulikuja hapa kumtafuta Mungu na kumwabudu, lakini tuliporwa matumaini, pesa na familia zetu kuachwa katika hali mbaya sana kiuchumi. Mama nabii alijaribu kuongea, lakini ghafla akamwagiwa maji na Elizabeth. Baada ya kumwagiwa maji akaanza kutetemeka, miguu ikaanza kushikana, ngozi ikaanza kubadilika mbele ya watu, kelele zikatanda. Lakini kabla ya kubadilika kabisa, askari wakaingia, Mama nabii akapiga mkelele wa ajabu sana, sauti isiyo ya kibinadamu na hapo nguvu zake zikamwacha na akakamatwa na kupelekwa kolokoloni. Miezi kadhaa baadaye, Elizabeth hakuwa maarufu, hakufungua kanisa, akaendelea kuwa mtu wa kawaida. Elizabeth alisema, sio kila anayesema Bwana Bwana anatoka kwa Mungu. Usikimbilie miujiza, ikimbilieni kweli. Wengi siku hizi wanapenda kusikia miujiza. Sasa kwenye miujiza hata kwa shetani ipo. Kwa hiyo kuwa makini sana. Ndugu msikilizaji, unaweza tazama na hizi hapa simulizi nyingine kuzidi kuenjoy. Gusa mojawapo ya hizo hapo nne kutizama. Asante sana. Tuonane kwenye video nyingine.